Mimi ni Mfaki Ali Juma kutoka Maziwa ya Ngome, nafasi yangu katika ACT Wazalendo nilikuwa ni mjumbe ngome ya jumuiya ya wazee mkoa wa Micheweni. Kwa heshima na na nshukuru Dkt Hussein Ali Mwinyi kwa uzoefu wake wa kuongoza nchi vizuri. Mheshimiwa Rais, wewe ni kipenzi cha umma wa Wazanzibari na wala usiwe na wasiwasi wowote kabisa, tutanshawishi yule Othman Masoud na yeye akutilie kura. Mheshimiwa Rais, nakuahidi, ama twakuahidi wa Zanzibar utapewa kura zote zote kabisa, hakuna yoyote atakayebakia, Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, kuanzia toka 64 mpaka sasa hivi hatujapata kiongozi mzuri ambaye bado hajatokea mpaka sasa hivi. Sasa Mheshimiwa Mnalokuambia, usiteteleke yoyote, kwa chama cha ACT Wazalendo, wote washajua kwamba wewe ni rais wa Zanzibar, wasifiche wasifiche ukweli. Jama, tusificheni ukweli kabisa, jamani, ukweli ndio huu jamani, kwa nini na mheshimiwa rais, ulinzi upo ulinzi na usalama, hakuna chochote kitakachotokea chotokea, tutachagua salama wasalimini kabisa. Hivi wewe unavyotengeneza barabara, umeme, maabara, maji, skuli, hospitali, hospitoli, mheshimiwa wata Tusibabaikeni jamani, mimi nimeona kwamba hii ndiyo haki na tayari, na wengine washehua kwamba hii ndiyo haki, na Muheshimiwa, utizame umma wote huo, wote anakani aa kwamba aaa ana uwezo mzuri wa kwenda a, Mheshimiwa, licha viatu vya choni, hata vya gerezani Mheshimiwa Rais. Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa mbingu na ardhi. Kwanza cabinet yako ya uongozi iko vizuri sana na iko imara. Mwishowe, hakuna chochote yule atafuta maslahi tu na yeye apate chakula na wanao hana chochote, hana lolote. Mheshimiwa Rais, tafuta burangeti zuri siku ya Oktoba 29. Ukishamaliza piga kura, weneza nyumbani, ukatulie utizame Wazanzibari watakapofanya kazi yao.